Na msemo ambao unasema ni bora ukosee kujenga utabomoa, kuliko ukikosea kutafuta mwenza. Ukosea kutafuta mume au mke, itakuwa hatari sana. Haya ni maneno ambayo kwa kweli yanatakiwa kutufikirisha kidogo, kwa wale ambao tuko kwenye mchakato wa kutafuta wenza, uh, hmm. au tuseme hasa kwa leo ya wewe unayetafuta, uh, mume, uh, lazima ujifikirishe kidogo eh, kwa sababu ukumbuke, uh, kuolewa au kuoa ni, ni jambo la maisha yako yote sio jambo la, la mara moja. Kwa hiyo halitaki kufanywa kwa kubahatisha hata mara moja. Kwa hiyo, leo nakuletea mambo sita ambayo ukiyazingatia, una uwezekano mkubwa sana wa kupata mume mwema. Karibu sana. Jambo la kwanza ni maadili ya msingi. Uh, mume na mke lazima wawe na maadili ya msingi yanayofanana yanayokaribiana walao kwa kiasi fulani. Kwa hiyo wewe mwanangu, unayetafuta mume, basi hakikisha unatambua vizuri maadili yako ya msingi, na hayo maadili ya msingi uyaone kwa yule mume unayetarajia awe mume wako baadaye. Angalia kiwango chake cha uaminifu, angalia hali yake ya heshima, angalia uwajibikaji wake. Hapo ndo utaelewa kwamba hapa mimi nimepata mume au nimepata mtu tu mradi mradi mtu. Eh, maadili na, na ya msingi. Lakini la pili ni urafiki na uhusiano. Mume wako lazima awe rafiki yako. Mume wako lazima awe rafiki yako. Kwa hiyo, hata kipindi hiki cha courtship lazima hicho kipindi uone kabisa huyu ni rafiki yangu au ni mtu tu. Yaani sio kama unamwona kama bosi, unamwona kama baba, sio kama brother gani sijui. Ukishaona dalili za namna hiyo za ubosi ubosi, maana yake mtakaa ndani kama bwana na mjakazi wake. Kwa hiyo, maana yake hawezi kuwa mume bora. Ili awe mume bora lazima uwe marafiki kama mume na mke, sio marafiki make. Hiyo ndoa itakuwa sio ndoa, itakuwa ni kitu kingine. Kwa hiyo, kimoja kingine cha kuangalia ni urafiki na uhusiano wenu. Je, ni, ni ni uhusiano wa marafiki au ni urafiki wa bwana na mjakazi? Ukishagundua ni ya bwana na mjakazi, huyo mtu achana naye. Lakini kipengele cha tatu ni cha kujitolea. Mume bora lazima awe tayari kujitoa kwa ajili ya mke wake, na tena wanaume wana bahati moja kubwa sana Yani Mungu anawalinganisha anawa, anawa wao na Kristo mwenyewe. Kristo alilipenda kanisa sana kiasi cha kujitoa yeye mwenyewe kufa msalabani kwa ajili ya kanisa. Mume anatakiwa ajitoe, ampende mke wake sana na ajitoe kwa ajili ya mke wake. Kwa hiyo kipengele kimoja hapo ambacho, mwanangu anayetafuta mume, unajiangalia hivi, huyu mwanamme yuko tayari kujitoa kwa ajili yangu? Yuko tayari kujitolea wakati mwingine, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mimi napata mahitaji yangu Ukiona kwamba kuna dalili hey, yule anataka wewe ndio mbebe, basi ujue huyo atakuwa na tatizo, hawezi kuwa mume bora baadaye. Hicho ni kipengele cha tatu, lakini kipengele cha nne ambacho nacho ni muhimu ni uwazi na uaminifu eh. Uwazi na uaminifu, hapa ndio mahali ambapo pana shida kidogo kwenye ndoa nyingi, kwa sababu wana ndoa wengi siku hizi hawaaminiani tena hawaaminiani tena. Nilisema kwenye moja ya video zangu huko huko mwanzo kwamba uh, watu wanaweka password mpaka, yani hata ujui dadi yake, zingine za mikono, zingine za masikio. Uwazi na uaminifu, unamwangalia huyu mtu katika hali hii ya uchumba hivi eh, kweli ni, ni mwazi? Je, ni mwaminifu eh, mambo anayosema ni yale kweli anayomaanisha? Ukiona tofauti, mwanangu, achana naye, achana naye, atakusumbua kule baadaye, wakati unatamani sasa kutoka unashindwa kutoka. Lakini jambo lingine la msingi pia ni kemikali ya, ya ya kihisia. Kemikali ya kihisia nasema ha, kemistri zao haziendani. Sasa hiyo sio kuendana. Kemikali ya kihisia tunamaanisha mshtuko, eh, ukimwona yule mtu sema ah sikia kidogo, koema kwamba huyu mume kweli. Lakini ukiona unaona mume, alafu unaona kawaida tu, yani kama kuna kaka fulani kapita tu hapo, kama yule. Kemikali za kihisia zenu zinaendana, ukimwona unasikia vidudu eh, vidudu kidogo vinatembea tembea ndani ya mwili, basi ujue huyo kipengele kimoja hapo, tayari mtihani amepita, utafute vipengele vingine. Lakini ukiona kila ukimwona, unamwona tu kawaida, sasa ni katika hali ya uchumba au katika hali ya urafiki, unamwona tu kawaida, akiwa ndani, si utaanza kwenda kutafuta mwingine, sasa ambaye unasikia kemikali ya hisia inakushtua. Na pengine na kwa upande wake naibu, wewe, kutafte, kusikia, na hivyo hivyo, akikuona asikii chochote. Kwa hiyo wewe unachanja mbuga kutafuta unavyosikia na yeye anachanja mbuga kutafuta anavyosikia. Huyo mtu sie, huyo mtu sie. Kwa hiyo lazima toka mwanzo useme huyo siye mume bora. Lakini lingine ni la kusikiliza sauti ya ndani nasema mume au mke anatoka kwa Mungu. Sasa ili atoke kwa Mungu lazima umpe Mungu nafasi, na unampaje nafasi? Najua umesha sali umeshaomba sana. Sasa ili ujue kwamba ndicho hicho, lazima usikie sauti ya ndani. Mungu anakufundisha yeye kutumia sauti ya ndani kwamba huyo ndiye mwenyewe, huyo siye, hachana naye na sauti ya ndani ikwambia siye, mwanangu, usilazimishe, ni siye, sio yeye lakini sauti ya ndani ndio kuambia ndiye, itakuonyesha vitu ambavyo inaonyesha kwamba huyu ndiye mume ambaye Mungu amekuchagulia. Ukienda kwa namna hiyo utapata mtu kwamba bora mume tu. Utapata mume bora, mume ambaye mtakwenda kuwa na ndoa ya furaha mpaka maisha yenu yote Mungu ambayo amewapangia. Yako mambo sita ambayo tumeyasema leo, lakini yako mengi sana yapo mengi sana Lakini kwa leo yatosha haya sita, ambayo ukiadadavua mwenyewe polepole utaona lipi linalokufaa wewe, lipi ambayo labda wewe alikufaa. Ndugu zangu ambao wamenisikiliza leo hii, um, naamini nimeongea zaidi na wasichana wanaojipanga kutafuta mume na uh, basi kama umependa hii na kama unaona itakusaidia basi naomba ulike ili uh, uweze kutupa nguvu zaidi, lakini pia ushare na wengine pia ili na wao waweze kujua mambo haya sita ambayo yatawasaidia kupata mume bora. Lakini pia uh, kama hujawahi like, kusubscribe basi tukuombe usubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zingine. Tunaji, tumejipanga kuandaa video nyingi zinazohusu maisha, zinazohusu uh, mambo mbalimbali hata ya, kutaf, ya kiuchumi eh, uwe wa kwanza kuzipata hizo. Uh, kama hivyo, hivyo, na kama hujafanya hivyo basi tuombe ufanye hivyo na tuendelee kukubaliana mimi na wewe na mwingine ambayo utakwenda kumshirikisha tuwe sehemu ya kufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi na tukiweza kufanya hivyo basi, dunia itakuwa paradiso. Asante sana kwa kunisikiliza, and bye for now.